Eldoret hoye, sisibo chamge. Bwana Yesu asifiwe. Kenya hoye, ebu nione kwa mikono. Bwana Yesu wasifiwe hey. Yani, mkoerya hey, hata mimi nikoerya bwana, si tumekuja kuvuka mwaka pamoja mimi nimefurahi sana kuwa nyumbani hapa Eldoret leo, na mimi nataka niwaeleze hivi mwaka huu wa 2026 mimi niko na imani, niko na matumaini makubwa. Ninaamini Mungu atafanya maajabu 2026. Taifa letu la Kenya tutasonga mbele pamoja kila sehemu ya Kenya, kila jamii ya Kenya, kila dini ya Kenya, pande zote na kaunti zote za Kenya, tutatembea pamoja 2026, kwa sababu Biblia inasema kwa Danieli 11:32, wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watatenda mambo makuu 2026 is a truly blessed year and i am looking forward to working with every kenyan from every community and region and religion and county so that we can move our country forward na mimi naamini jamani ya kwamba yale yote tumepanga hii 2026 tunasukuma barabara ya Rironi kuja mpaka Mau Summit na itafika Eldoret iende mpaka Malaba. Hii 2026 tunaleta ile baraba, ile reli kutoka Naivasha itateremka iende Narok iende Bomet iende Nyamira iende Kisumu iende Malaba. 2026 is our year to take Kenya forward hiyo 2026 tunajenga airport mpya international airport world class pale Jomo Kenyatta. Na hiyo 2026 mnajua tutafanya mambo gani? Ile Bomas international conference bilioni 40 tutaikamilisha in 2026 kabla ya Mei 2026 mnanielewa? na ile stadium kubwa inayoitwa Talanta, kufikia mwisho wa Januari tutaifungua upya na tutangojea michezo. Kenya itasonga mbele.